Umoja wa Ulaya, EU, shirika la HelpAge International Tanzania na serikali wamezindua mradi wa kulinda na kutetea haki za wazee na watu wenye albino kanda ya Ziwa. Mradi huu ambao umezinduliwa jijini Mwanza, wenye kauli mbiu ni wajibu wetu kuzuia ukatili na mauaji ya wazee na watu wenye albino kutokana na imani za kishirikina, umehudhuriwa na wakuu wa wilaya, wakurugenzi, pamoja na wajumbe wa kamati za kiusalama kutoka mikoa ya kanda ya Ziwa. Akizungumza kwenye hafla hiyo, mkurugenzi wa mkazi wa shirika la HelpAge International Tanzania Smart Daniel amesema licha ya yote, jamii inatakiwa kuwa katika mstari wa mbele wa kuwataja wahalifu bila kuogopa, kwani hili litasaidia serikali katika kudhibiti visa hivyo. Kali ipo na tunashirikiana kwa karibu sana kama ulivyoona wadau wote, na tunaamini kwa nyie kuendelea kushirikiana na sisi, Tanzania yenye nehema ye ambayo itahakikisha wazee wetu na albino wanaishi vizuri. Naye balozi wa Umoja wa Ulaya nchini na pia Jumuiya ya Afrika Mashariki Roland van de Geer amesema EU ipo tayari kwa gharama zozote zile kutoa ushirikiano ambao utahakikisha kwamba taifa hili lenye utajiri wa madini halitiwi dosari na wachache wenye imani za kishirikina.

Akitoa msisitizo kwenye hafla hiyo ambayo imefanyika jijini Mwanza, mkuu wa mkoa wa Mwanza John Mongela, ambaye amekuwa mgeni rasmi, ameupongeza uwepo wa mashirika mbalimbali, hususan mbali kwenye mikoa hii ya kanda ya Ziwa, ambao umepigania wazee na watu wenye ualbino na hata kubadili takwimu. Data zimetolewa, tumeona ulizi umeongezeka ukilinganisha kwa taarifa iliyotolewa na mwakilishi wa mkuu wa wilaya ya Misungwi, ukilinganisha 2000 2009 mpaka leo 2009 tarehe kama ya leo, kwenye mkoa wa Mwanza kulikuwa na mauaji ya watu 16 leo mwezi Mei. Lakini leo kwenye mkoa wa Mwanza tuna watu watatu. Sitaki kujisifu kwamba hii ni eti kutoka mauaji ya watu 16 kulinganisha na watu watatu mpaka mwezi wa tano eti tume Tuna nafuu. Haiwezekani kuwe na unafuu kwenye, kwenye kupoteza maisha ya mtu hata mmoja, na sisi wote tukiwepo, kwa sababu hakuna uhaba wa watu wa kusimamia hivi viongozi, tupo kuanzia wa serikali mpaka wa kijamii. Bwana Alfred Kapole ambaye ni mwenyekiti wa chama cha watu wenye uhalibino mkoani Mwanza TAS, kwenye mahojiano maalum na MCL Matukio, amewasihi wanadamu wenzake kubadilika na kumgeukia Mungu, kwani vitendo vya mauaji ni dhambi. Pia ameupongeza EU kwa mchango wake. Tukibadilika, tukiwa na hofu ya Mungu, Watanzania tukabadilika. Ah, mimi nishukuru tu kwamba umoja wa Ulaya na sababu katika balozi wa Umoja wa Ulaya. Jonathan Musa, MCL Matukio, Mwanza.